Nini nimenunua? Baipa nyumba, baipa nyumba. Eh, sijai lipa lakini ni yangu nyumba. Vitu ni za nani? Vitu ni zangu.

ati mbo, hey? Mbe, serious, si tulikuwa tumeongea e, hii mambo isiende kwa familia. Najua kenye nana naua vile natafuta mtu serious kupata yeye, si, hayuko serious

nini? nini, ni ni ni ni ulikuwa unakuja kukaa press yenye upendo sasa. Sasa mimi mimi sikuwa najua ati ati ni hivyo, ati kwa Bwana ilikuwa na lakini lakini, Mungu? Mungu Mungu anakudirecting. Imagine Imagine unajua, Mungu pia, Mungu ni mwema sababu simu kuniokoa juu. kama wewe wewe

Wewe nyamaza hiyo mdomo yako wewe. Eh, analipanga. Kama kovi. Hey, yeah, yeah. Hakuna shida. Wewe ndio lipira tunakuonea huruma za huko na mimba. Sasa kuoga hii mimba yako itoke. Haiwezi toka nayo. Wewe nyamaza hiyo mami. Sijui kwa kwa kwa nini nakuheshimu wewe? Yaani wewe. Mimi nimekuambia heshima yako jiweke. Heshima yako jiweke. Nataka mami. Mami kamalikia. Kamalikia. Kwenda huko. Kumbe kumbe wewe ulikuwa msaliti aina gani? Sana. Lakini sasa sasa Mungu naye pia atanisaidia. Yaani atakusaidia bado. Wewe nyamazie. Sitaki mdomo wako mimi. Hakuna mambo na mdomo hapa. Hapa si kwa hapa si kwa wako. Hapa si ati kwa wako. Hapa si kwa wako. Najua jamaa. Jamaa huku, Huku ni ni ni nyumba ninyi ni hao ya mimi. Nani? Huku ni huyo. Anita. Sasa huyu jamaa atafanyia nini?

Mimi mimi. Kwa nini wewe unalipewa pesa basi usingemwambia unaanza na pesa zake? Ume sasa mpaka kila mwezi alipe alipe alipe hii nyumba. Kumbe alipagi kumbe. Na unalanga huko daily mzae. Unajua sisi na dakika sio nje saa zingine. Kana kama juzi nilikuwa huko. So ukienda kuna mwenye anaingia. Kwa hivyo nikienda tu nisimwa anchat. Mwambia, ah, mzee ameenda. Jo, mimi nikienda kazi, yeye huyo, namwambia mimi simpijali. Nimeenda kazi mahali fulani, kwa hivyo sitakuwa sitakuja usiku. Kwa hivyo sasa ndio anakujanga.

Wanukwangu mimi ni kwako, hapa si kwako hapa, ni kwa nyumba yangu. Nikikuja unakuja, nimekuambia ni hukusi rent

Kuna kiti yako. Ni nguo peke yake. Eh, ni nguo hata unafaa kuwa umechukua na umeenda na umeenda. Ukona wapi? Si kwako. Juu nilikuwa na haja na na nilikuwa na na si pesa zako nataka msho msho nikuja nikuue

Madam si heri ungemwambia ukweli. Venye alikuja akakwambia hako na bibi? Hapana, siko na haja. Na watu watatu. E. Nikakwambia mzuri sawa. Mimi siko na haja na yeye. Kiko, kiko mtu, mtu, mtu yaani alikuwa anako. Naona guys nilisema na nikasema vizuri. Nikasema mzae nimeona aja yake hata kiduluzi hadi mtoto. Hata huyo. So mtoto die alikuwa aliona huyu mwanamke alichanuka akaona mtoto anapendwa. Ukajua utamshika hivi. Eh. Hata mimi nimeona anadanganya sana.

Mzae, achana na yeye. Unajua saa hii siwezi taka vurugu. Tulia mzae, wachana wao, wachana naye, amchukue amchukue. Niko na mguu mbaya sijapona mzae, yako na mimba. Hebu alete vurugu zenye anataka kuleta, lakini achana na yeye. Mzae acha oh, na yeye oo hii devu wako wapi? Situlie. Wacha acha, acha na yeye acha na nayee, mzae acha na yeye mzae <tutu> maka mambo mengi. Wacha tulia. Tulia mzae. Mzae tulia, please nakuomba hivyo. Na uache kuongea gani. Atakufa, utakufa. Sawa. Mimi na wewe nani amezeka? Mimi sitazeeka wanaume mza M mzae, shukuru Mungu umeniita nimekuokoa. Nitaenda na wewe nijue kwenye utarara awa, siwezi kukuacha hachana. Acha na wao, hata ukakaa singo yako, wacha na hii ama aje, guys mm. Hey, singo yako hmm? Acha,

Sina wachana na yeye, amchukue nyumba. Ona venye unakaa wewe mwenyewe, uko hapo ukisema nyumba ni yako, hiyo uchafu ndio pesa

Hata mnafaa kuwa mmetoka. Mzee mtana. Mzee acha vita mzee. Gani? Mpaka si wajue venye utawasi. Yesi nakwambia utulie mzee, utulie. Ni nini man? Ni nini man? Unajua jamaa huyu. Ni nini man? Mzee si utulie. Mbona unijisikie vitu zangu? The ende. Tujue vile huyu jamaa tunamfungisha. Si ndio? Kuna kitu na kufungwa. Hakuna kitu na kufungwa. Eh, amfungwi. Afungwi.

ninakukojea chini ya kidada hili ni, ni kuadhibu. Una bahati. Atakuwa uh, uh. uh. uh, bele yangu. Atakuua. Atakuwa. Ni sawa. Nimekwambia uh mimi na wewe utakufa ukiwa wa kwanza, wewe msichana wewe! Hivi kwanza. Kwanza. Tokeni. Tokeni kwangu kwanza. Nani? Tokeni kwangu.

Sasa sasa? nitafanya namna gani Guys, mni understand? Ni usiku mimi nataka kwenda na mzae sitamwacha sita, sija make kuchukua simu ya kijana. Mimi sijaona kama kuna simu. Alikuwa na simu? hana simu huyo. sijui kwenye I don't. Jua meficha. Jua bag heri ungeniambia aki unajua okay. tuwezi fungua hapa tena. Hawezi hmm. yeah. rudi hapo. So guys, mimi nataka kwenda na mzae nijue kwenye tarara siwezi taka arudi tena hapa. Na tushajua kitu moja, shaba ilikuwa inapuraniwa kuuzwa. So guys, please kindly comment down muniambie venye tutafanya before niende kuenda kwa nani kwa Dave tujue venye tutasaidia mzae, please wacha kujijinyima, ati unaenda kufanya nini? Kuna peana sawa. Thank you guys for watching for subscribing, kuna kerere, sitaki watu kuwasubua sana, ni usiku guys, bye bye, subscribe like share and comment. Karibuni sana kwa Annita Dave, ako back to the video to the street. Ukiwa na shida yote call me in my to my number, eh bye bye guys, I love you.